Heshima yangu wakati huu kumleta uh, kiongozi wa kwaya hii wa miaka mingi, Director Dr. Yotham uh, Makenzi na mzee wa kanisa pale Kinondoni aje kwa ajili ya neno la Bwana. karibu sana. karibu sana. Mara nyingine tena nitoe pole nyingi sana kwa wafiwa baba na mama na ndugu na jamaa, pole kwa kanisa na pole kwa Kinondoni Revival kwaya, kwaya ambayo amekuwa akiitumikia kwa muda mrefu ndugu yetu Meleckzedek John. najua itasemwa kwenye, lizi, kwenye wasifu lakini ni kitu ambacho unaweza usikisingie akilini, hasa kwa wale ambao tulikuwa pamoja naye. Kwa wiki mbili mfululizo tumekuwa na mkutano wa Injili, amehudumu pale, na Ijumaa tukawa kwenye maombi ya kitaifa ya kuombea taifa na, na rais ulikuwa pale Leaders Club. Ukiingia kwenye mtandao utaona picha yake, kwa sababu alikuwa mbele akiimba pamoja na Kinondoni Revival kwaya kwa, kwa sababu ilikuwa mojawapo ya kwaya alikwa. Uh, Jumamosi au tuseme Jumapili tarehe moja kukawa na msiba mwingine mwenyekiti wa kwaya ya Kinondoni Revival, mama yetu Nipa Eli Mboya akawa amefariki, na yeye ilikuwa kama ghafla kwa maana amekuwa pamoja na uzee, alikuwa na miaka themani na tano, zaidi ya miaka themani na tano. Ilikuwa ni kawaida kwenda kuchomwa sindano fulani kwa ajili ya infection. Amejiandaa asubuhi, wako vizuri, tuna watoto wake anakaa ghorofani, wakati anashuka akasema, nasikia tumbo linauma sana, nasikia maumivu. Akamwambia, lakini kwa sababu tunaenda tunaenda hospitali, basi watakuangalia huko huko, sema haya. Na kweli wakaenda hospitali, daktari akaona kwamba kwa sababu kwa ya maumivu makali, akampumzisha usiku. Mama yule naye akawa ametwaliwa. Msiba umetumia zaidi ya wiki moja, na Melkizedeki akawa mhudumu mzuri kwa ajili ya huo msiba, amefanya vitu vyote, amepanga vitu vyote, mpaka imefika Jumamosi tumezika. Jumapili amekwepo kanisani, ilikuwa ni sikukuu ya wanawake ya hapo zaidi ya majira ya sane na kadhalika na ameongea na mama yake sane siku ya Jumapili, si ndio mama? Wakaelewana vitu vingi tu, na alikuwa chami na umri wake ndio ulikuwa sasa unachanua. Pamoja na yote, kwa kweli, Meleckzedek alikuwa handsome, ah yule angesumbua kina dada, alikuwa hindi sana kijana yule. Mungu amembariki sura, alikuwa anaendelea vizuri, akinyoa sawa, asiponyoa sawa. Yani akivaa nguo hata kama ni uniform wengine itaonekana imekaa hivi, lakini ya Meleckzedek itamfiti kwenye mwili wake. Aa, ni rahisi kuuliza wewe ni msaidizi wa waziri gani? Mungu alikuwa amembariki sana kwa aina ya maisha, aina ya sura, alikuwa amembariki kwa hilo. Tunamtukuza Mungu. Namekaa na Kinondoni Revival kwaya kwa, kwa muda wa kutosha, mpaka matatizo ambapo yamekuwa yakijitokeza, na tunaambiwa kwamba yawezekana Jumapili hiyo usiku wa manane au Jumatatu kwa sababu alipokuwa na kana rafiki yake, rafiki yake alienda kwenye masomo tuition, kwa hiyo akawa hayupo. Sijui rafiki yake yupo leo Amos. Aa, Amos njo bwana Amos. huyu amekuwa ni rafiki yake wa karibu amekuwa akifikia kwao, wameishi pamoja na babake Amosi. Sijui yupo, nilimwona mahali huy oh, hapa amewachia nyumba au chumba, wanaishi sasa. Kumbe masaa yasiyodhaniwa, usiku, hali ya ugonjwa ikampata kwa bahati mbaya akawa ameangukia uso, kwa maana ya kwamba pums, amefunga pua, amefunga mdomo na mashuka yako hapo. Kwa hiyo hakupakua na mtu wa kumwinua. Hizo nyakati zinakuwepo, mtu wa Mungu. Mtu mmoja akasema kwenye Bibilia, sina mtu. Siku nyakati unakuwa huna mtu, ni vizuri kuwa na Bwana Yesu wakati wote. Sina mtu. Asante. Sina mtu, labda niseme tu toka jana tunahangaika na mama na baba, kwa maana ya usiku asubuhi nimeamkia huko, mzee kaenda polisi kwa sababu hiyo ni police case, nami nikaangaika na, na hospitali. Wamekuja kugundua mwana huyu amerudi jana usiku, huyu Amos alikuwa hapa, mwili tayari umeshavimba na gesi imejaa tumboni, alikuwa peke yake. Sina mtu. Nataka nihubiri hili jambo la sina mtu. Kuna nyakati unajikuta uko peke yako, sina mtu. Kuna wakati utahitaji pesa za kutosha, na utaingia kwenye simu yako, una watu wengi ambao majina yao ni mazito, lakini unashangaa hawawezi kukusaidia. Sina mtu, tuseme wote, sina mtu. Kuna habari kwenye Biblia, Yohana tano, alikuwepo kiwete wa miguu ambaye alikuwa anatolewa anapelekwa kwenye birika la Bethsaida. Hapo malaika huwa anashuka mara moja, anayatibua maji, anayeingia wa kwanza hupona ugonjwa wake. Amekaa hapo muda wa kutosha. Siku moja Yesu akapitia njia ile, alipomkuta akamwambia, je, wataka kuwa mzima? Na haya ndio alikuwa majibu yake, akasema, mimi sina mtu. Maji malaika anapokuja anapoyatibua maji, wale wenye nguvu wanaingia wa kwanza. Kwa vile mimi sina mtu wa kunitia birikani kwa hiyo kipindi hicho huwa kinapita, sina mtu. Tuseme tena, sina mtu. Waweza mtoto ukasomesha vizuri la kwanza mpaka la saba, akifika sekondari ulipie school fees ili aendelee na masomo ya juu, unakuta huna hizo hela za kumlipia. Sina mtu Utawapigia simu watu wa kukusaidia, na wote watasema, mimi na shughuli hii, mimi na, mimi nimetoka kukopa, na mimi nimetoka kufanyaje. Heh, sina mtu tuseme tena, sina mtu. Hizo nyakati zipo, na ikafika kipindi mtu anapokuwa sina mtu. Yeremia nane kumi na nane. Mmoja nisomee Tashukuru kama kuna mtu atanisaidia Yeremia 8:18. Kama yuko huku nitampa itampa microphone. Yeremia 8:18. Soma kwa msaada wa Bwana. Yeremia 8:18. Biblia inasema, Laiti ningeweza kujifariji, nisione huzuni. Moyo wangu umezimia ndani yangu. 19 hata tukiishia hapo. light ningaliweza kujifariji. Huyu anayeongea hivi si kwamba alikuwa amezungukwa na machapati na makabeji masaladi na, na nyama ya kuchoma mm -mm, analia anasema light, kwa mambo haya yaliyonizunguka, light ningaliweza kujifariji mwenyewe. Sina mtu sana kwa mtumishi wa Mungu hapa baba mtoto na mama. Mama tumekuwa naye muda wa kutosha, mama anaye wahi kanisani leo amepatikana na mambo ambayo yamkini, huyu mwanangu angalifika mahali, nani ajuaye, angaliweza kuungwa akaoa hata mnaijeria mwenye visima vya mafuta ngaliweza hata akapata neema ya kufanikiwa akaja akajiunga na ukoo hata wabakresa na sisi tupumzike. Leo hilo tumaini leo, hiyo taa imezima. Sina mtu. Nataka <laughs> niseme na watu wanaopitia majaribu ya jinsi hiyo. Acha ibada ya leo iwe ya uponyaji kwako hata kama umezungukwa na mambo mengi yasiyoeleweka na umebaki peke yako. Ayubu yeye alipobaki ya peke yake akasema, wewe Bwana una uwezo wa kuleta, una uwezo wa kutoa, jina la Bwana libarikiwe. Jitaidi kuwa mtu wa shukurani hata kwenye nyakati ngumu kama hizi. Kumbuka, kuna mfano mmoja. Mtu mmoja alikuwa na kazi nzuri sana nchi fulani, baadaye akaachishwa hiyo kazi. Alichokifanya, akasema naenda kujiua. Akaenda porini, anataka kujitundika kamba afe hangaika hangaika, hapo akatokea mtu mmoja hana nguo, uchi wa mnyama, hana nguo. Akashtuka kalipomwona, akamwambia ndugu yangu, vipi? Akasema maisha ameenda vibaya, kama anavyoimbaga Kinondoni Revival. Kwa nini wataka kujua wewe? Na anayetaka kujua, najibu mwenzenu jamani, nimeteseka magonjwa na tabu yote yameniandama, kila nifanya, lo, watu wananidharau, na kadhalika na kadhalika Yule sena ngua anamuuliza mwenzangu, vipi? Kasema nimefukuzwa kazi, sihitaji kuishi tena. Hamsikilizana, kazana. Yule sena nguo akamwambia ndugu yangu kabla hujafa, mimi nimekuwa porini, sina hata uwezo wa kununua nguo. Naomba kabla hujafa, wee, nipe tu hizo nguo zako ni vae. Sasa huyo hana kazi, kuna shida na shida, mwambie jirani yako, kuna shida na shida. Huyu <coughs> analia, sina kazi, nimefukuzwa, lakini ana mavazi na pengine alijiwekea na e, benki na kadhalika. Huyu maisha yake yote, familia yao haina uwezo, anakaa uchi wa nyama, yaani akaona, basi, kwa vile we unaondoka, nipe nguo zako mimi nijisitiri. Kwani alijiua tena? <coughs> Na kweli <laughs> hizo nyakati zipo, zipo hizo nyakati, lakini unapofikia kwenye nyakati kama hizo, ulikuwa na matayarisho, ulikuwa na maandalizi raisi awamu ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akawa anatoa hotuba moja, wakati fulani akasema: <tis> haya mambo ya Mungu, afadhali ukubali Mungu yupo na ukajiandaa. ikitokea ukaenda huko ukamkosa, haina matatizo, lakini ukatae, uishi vibaya alafu siku ya mwisho ukakutane naye, alafu anakuonyeshea hilo ziwa la moto. Ndio maana yake, nimekuja kugundua, yako matayarisho. Hizi siku za sina mtu lazima zinatokea, kwenye ndoa zinatokea, kwenye maisha zinatokea, kwenye familia zinatokea maofisini, zinatokea hata kwenye huduma kama kwenye kwaya. Hizi nyakati sina mtu oh, lakini zinakukuta ukiwa na hali gani? Zina majonzi sana hizi siku. Matayo mbili nafikiri, mstari wa kumi na nane Matayo sura ya pili mstari wa kumi na nane zikamtokea mama mmoja anaitwa Raheli, akalia machozi Umefika mtumishi karibu. Tayo ile sura ya pili mstari wa 18, Biblia inasema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa awako. Sina mtu, sema tena, sina mtu alikuwa na watoto wengi, U, uko kwa, wengi. Hey. Na sijui huko Bible School bado nafuatilia mimi, nasoma kwa kwa kuuliza vitu vingi, yamkini naye alikuwa na shida ya watoto huko nyuma, amekuja kuwapata. Inapita sheria ya Herode mfalme, amesikia Yesu amezaliwa. Kwanza wapinga Kristo wako wengi, na wengine mnampinga Yesu mapema tu. Mtoto wako anaamua kuokoka una, unaanza kumburuza, kumwita majina mabaya mabaya, hey. Herode aliposikia amezaliwa mfalme wa Uyahudi akakasirika alichoamua kukifanya ni kuwaua watoto wote walio na miaka miwili rudi chini, akawaangamiza wote. Wataalamu wa Biblia wanasema walikuwa watoto zaidi ya elfu arobaini na mbili waliouawa kipindi hicho. Miongoni mwa wale watoto walikuwa ni watoto wa Raheli, ndipo Bibilia inasema kukatokea kilio, sauti ikasikika kutoka Rama, mwanamke mmoja akiulia watoto wake, asikubali kufarijiwa na mtu kwa maana hawapo. <totipos> moyoni mwa Mama Meleckzedek kuanzia jana, si ajabu aka asingalitaka afarijiwe, nyamaza, watoto hawapo. Ibada kama ya leo tufanye nini na mama Meleckzedek, ambaye mtoto wake wa kwanza wa kiume hayupo? Raheli anasema asikubali kufarijiwa na mtu, kwa maana watoto wake hawapo. Lakini kama umejiandaa, ili wasizui watu kulia acha maumivu yawepo. Sina mtu, sina mtu, niliyemtegemea hayupo, sina mtu wa kunisomesha hayupo, sina mtu. Huyu anayeongea mimi, wazazi wangu walifariki eh, elfu moja mia tisa sitini na sita. Kwa hiyo hii, sina mtu, sio naongea habari tu, ninayo ninauhakikana nimeishi wengine tumekuja kusoma uzeeni ukubwani, hakuna wa kukupeleka shule, hakuna wa kukulipia ada. Mimi nilikuwa na hangaika mwenyewe, tunajishoneza vinguo vya watoto tunaenda kuuza. Sina mtu, sina mtu. Moyo wa mama huyu, hata kama alikuwa hawaoni, siku ataangalia huo mkanda Mapikipiki yametu yametusubiri wapi kule, nyie ndio mnajua huko, kwenye lami sio kwenye nini. Tumekuja ni msafara mrefu. Hongereni kwa maandalizi hayo, lakini kuna maandalizi ambayo utabaki peke yako, na sasa ninapomaliza, nataka hayo maandalizi ni kupe, ili unapokutwa na shida kama hizi, unakuta umeweka nanga yako, meli haitikisiki.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 sauti yake jamani, kama unataka siku hizi ngumu zinapokuja za sina mtu, hakikisha umejiandaa kwanza kwa kumpenda Bwana. <laughs> Yeah, yeah, yeah, yeah. Tunajiandaa kwa jambo gani la kwanza? Kumpenda Bwana. <laughs> na huyo Bwana sio mume wako, watu wa pwani. <laughs> Kumpenda Bwana. <laughs> <laughs> ni kumpenda Bwana Mungu wako. Hatua ya kwanza ni ipi? Halafu oh yes. kuitii sauti ya haianzii siku ya kutaka kufa, ni maisha kabla ya kufa Ae, kabla mpando Bwana Mungu wako, itii sauti, sauti yake na sauti yake ni nye, nyororo. Anakuambia usizini, usiue, usiibe, usitamani mke wa jirani yako, usitoe rushwa. Sauti ukiitii hiyo sauti, na hiyo sauti huikuti kwa mwenyekiti wa CCM au Wachadema. Inapatikana kwenye maneno ya Mungu, inapatikana kwenye nyumba za ibada kama hizi, unafundishwa habari ya neno la Mungu unajituni. Meleckzedek alikuwa na wadogo zake. Wakwapo anaitwa nani? Shedrack, kijo tena hilo jina la la kitukufu sana Shedrack, hatuna pesa za kukuachia, hatuna duka la jumla la kukuachia, yawezekana hatuna kazi, lakini nataka nikuite na huyu hapo. Huyu ni nani? Josia, Josia nabii, anzeni amweni kumpenda Bwana Mungu wenu, tena kipindi hiki ndipo mnapochipukia mpendeni yeye, ndiye atajua utasoma wapi. Yeye ndiye anajua ukimaliza masomo utaenda chuo gani. Yeye ndiye anayejua baada ya hapa utaoa nyumba ipi. Ni mimi nilikuwa uko wangu hauna hata wala una wahesabu moja, mbili, tatu, nane, umemaliza na wote, hakuna hata balozi wa nyumba kumi kumi kwenye uko wetu. Lakini nikaja nikaungamanishwa na familia kwa sababu ya kumpenda Mungu. Mungu akanipa mke anayempenda Mungu, Mungu ambaye amekuwa kama baba, amekuwa kama mama, amekuwa mfariji. Basi haya nawatakia na nyie kama mtampenda Bwana Mungu wenu nawatakia mti na sauti yake kuanzia sasa, ili itakapokuja kutokea vinginevyo badala tu ya kulia sina mtu, upate namna ya kuegemea na kuendelea mbele. Nani ajuae yawezekana Melkizedeki ameondoka lakini, tunawatakia mema ibada hii, tunawatabiria mema pamoja na mema, tunawatabiria mema. Mfike mahali ambapo watu wengine hawajafika, ubarikiwe kuliko hata ukoo wako wote. Bwana kuinue, Bwana akupe kibali, mafuta kibali, ya kibali awe juu yako. Bwana pakupe watu wa kukubeba, wasaidizi wa, wa mema, kutana na kina Simon Mkrene ambao watakusaidia ambao watabeba msalaba wako katika wa Mathayo ishirini na saba thelathini na mbili. Simoni Mkirene ninamwagiza kwako katika jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu, tunamwagiza Simoni Mkirene wa kubeba msalaba wako. Msalaba huu ni mzito. Mama atanisogea hapo, ninamwagiza ambayo atakubebea shida zako, abebe msaada, abebe shida zako na kupatia msaada katika jina la Yesu. Ibada ya roho ikawa ni kumbukumbu, maana yale ambayo hukuyapata wakati Meleckzedek kalikuwepo, basi ukawapate maradufu kipindi hiki ambacho ameondoka. Tusemame.